Chama cha Ada-Tadea kimewataka wananchi kuto kusikiliza maneno yanayotolewa na baadhi ya wanasiasa yenye lengo la kuchafua amani na utulivu uliopo nchini bali waunge mkono juhudi za maendeleo zinazotolewa na serikali. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa mipango na uchaguzi wa chama cha Ada-Tadea Ali Makame Issa wakati akizungumza na wananchi alipokuwa akifungua tawi la chama hicho na kupokea wanachama wapya waliojiunga na chama hicho cha Ada-Tadea wakitokea katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, huko katika kijiji cha Maambani, jimbo la Kojani. Jimbo la Kojani ambako leo hii ndio tunafanya mkutano, tukiangalia mazingira tuliyotoka nayo yalikuwa ni mazito sana. Wale ndugu zetu wa Kojani au wazee wetu, tulikuwa tunaangalia mazingira yaliyokuwa wakiishi, ilikuwa hata huduma ya maji ilikuwa lazima wapande eh, dau waje wafate maji juu. Lakini kutokana na maendeleo yaliyopatikana ndani ya miaka karibu sitini au sitini na moja ya mapinduzi, leo tuna kila sifa au kuna kila hadhi ya kukaa tukaringia kile tulichokipata. Kwa hivyo ili kuwakumbusha tunakotoka hata hii barabara zamani hapa ilikuwa haipo, kwa wale wanaokumbuka. Lakini leo ukiangalia mazingira ya miji yetu yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Ukija katika huduma za umeme, ukija katika, katika huduma za maji, huduma za elimu, huduma za afya, ningeanza kuchambua moja baada ya moja, lakini kutokana na muda itabidi tuzungumze kwa ufupi. Leo ukiangalia umeme huko mpaka kisiwani Kojani, maji yako mpaka kisiwani Kojani, achia mbali mashule na mahospitali katika jimbo letu. Kwa kweli, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile ni kuishukuru serikali yetu, kwa sababu Waswahili wasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Aidha, Mkurugenzi huyo amewataka wananchi hao kuto kukabiliana na viongozi wenye lengo la kutaka kuvunja muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwa kisingizio cha mamlaka kamili ya Zanzibar, jambo kubwa sana ambalo kuwa wanatufanya tuwe na umoja wa kweli. Jamani, tunawaomba muwe makini sana na lugha za wanasiasa. Mimi ni mwanasiasa na kwa bahati nimekaa na wanasiasa muda mrefu. Unapoambiwa tunawaletea Zanzibar yenye mamlaka kamili, kwanza uliza haya kidogo umetupeleka wapi? kabla hajakuja, hajakuja, hajakuja yo kamili. Lakini napenda niwaelezee ukweli uliokuwa hauna shaka kutokana na muundo wa muungano ulivyo hata Warioba alisema ili tuwe na mamlaka kamili tuvunje muungano, na hilo ni jambo haliwezekani. Akizungumzia kwa nini wameamua kukihama chama cha Chadema pamoja na kushusha bendera na kupandisha ya Ada Tadea katika tawi hilo, aliyekuwa mwenyekiti wa jimbo la Kojani wa Chadema Muhammad Hamis Hamadi, amesema ni kutokana na kuto kukubaliana na kauli za viongozi wakuu wa chama hicho. Nilikuwepo, nilikuwepo katika chama cha Chadema nikuwa ni mwenyekiti wa jimbo zima la Kojani, lakini kutokana na siasa zetu zilivyo na tukakosa mashirikiano na hatukuhimili vishindo vya chama chetu kwa nguvu kwa nguvu, kwa vile tukaamua kutoka na kujiunga chama cha Ada Tadea. Chadema hawakubaliani na viongozi wetu, viongozi wa kitaifa hawakubaliani nao. Chadema wanataka kuichafua Tanzania, na kwa siasa zile tumeshazinduka vichwa, hatukubali tena. Kuchafuliwa kwa Tanzania siasa zimepita na wakati. Zaidi ya wanachama 21 waliokuwa Chadema katika jimbo la Kojani wamekihama chama hicho na kujiunga rasmi katika chama cha Ada-Tadea.